Imi ningependa kushukuru programu ya TAKUKURU Rafiki kwa sababu imekuwa ni programu ambayo ni rafiki kwa wananchi kutoka kero zao na kuzifikisha mahari panapohusika. Amani, kabla ya mradi huu wa maji wa Mamasamia kulikuwa tunatabika sana kupata maji. Nashukuru sana kuwepo kwa TAKUKURU Rafiki, imesaidia na vinywaji baridi tunavipata kule kwa sasa hivi. Ujio wa TAKUKURU Rafiki umeleta kitu kingine kipya ambacho kwetu sisi viongozi imekuwa ni kama taa, imekuwa ni mwanga. TAKUKURU rafiki inafungua milango kwa wananchi wetu kuijua TAKUKURU ni chombo cha wananchi. Kidole kimoja hakivunji chawa, ni methali ya Kiswahili inayohimiza watu kushirikiana katika mambo mbalimbali ili kufikia malengo wanayo ya kusudia. Rushwa ni tatizo linalodhoofisha maendeleo. Kukabiliana nayo kunahitaji nguvu ya pamoja. Ndiyo maana TAKUKURU inayo programu ya TAKUKURU Rafiki inayotekelezwa kuanzia ngazi ya kata, ikilenga kuwashirikisha wadau katika utatuzi wa kero ambazo zikiachwa zinaweza kusababisha vitendo vya rushwa kwenye utoaji wa huduma kwa umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mtazamaji, makala hii inaangazia mafanikio ya utekelezaji wa programu ya TAKUKURU rafiki katika mikoa ya Geita, Shinyanga na Simiyu. E, TAKUKURU rafiki imekuwa ni, ni tu au ni, ni, ni, ni chombo ambacho kimewasaidia Watanzania kuelewa maana ya TAKUKURU kwa sababu wakati mwingine mtu anaanza kuona mtu wa TAKUKURU yani mwananchi anaogopa nadhani TAKUKURU yani wewe tu kama vile umetiliwa e, mashaka kwamba umekula rushwa, umetoa rushwa. Sasa mwananchi unapomwelimisha kwamba kumbe TAKUKURU ni rafiki na ni rafiki wa Watanzania, mwananchi yoyote anapokuwa na dalili za kuona kuna rushwa, sio yeye aliyeombwa au sio yeye aliyetoa au sio yeye aliyepokea, hata kwa jirani yake akiona kuna mazingira ya kuombwa rushwa kwa mwananchi, maanake unapokuwa na takuru rafiki hasubiri yule ambaye anapata madhara yule mwingine aliyeshuhudia au kusikia anakwenda kwenye mamlaka ya TAKUKURU kutoa taarifa. Kwa kweli TAKUKURU rafiki imekuwa msaada kwetu. Kupitia TAKUKURU rafiki tumekuwa tukizitatua zile changamoto zingine on the spot na zingine tunazichukua na kuanza kuziweka kwenye mipango yetu ya budget na kuweka kwenye, m... kuweka kwenye utekelezaji kama ilivyo yenyewe TAKUKURU Rafiki, unajua mtu mwingine akiambiwa TAKUKURU anajua sehemu za changamoto na vitu vingine hivyo, lakini unaposema rafiki, ni watu ambao tunakaa tukazungumza lugha moja, namna ya kutatua kero za maji na kero nyinginezo ambazo zinaibuka. Programu ya TAKUKURU Rafiki ilizinduliwa rasmi mnamo mwaka 2022 na aliyekuwa waziri wa utumishi na utawala bora Mheshimiwa Jenista Mhagama. Mafanikio mbalimbali yamepatikana kutokana na utekelezaji wa programu hii na wananchi wanakiri hilo. Mathalan, maeneo ambayo hayakuwa na umeme Maisha yamebadilika, shughuli za kiuchumi zinaongezeka kutokana na matumizi ya nishati ya umeme na hivyo kuleta maendeleo katika maeneo yao. Tuko hapa katika kutatua baadhi ya kero ambazo zimeibuliwa na TAKUKURU Rafiki. Walikuja, walikutetea kero ambazo zime, zimejitokeza katika baadhi ya majengo ya serikali ya kukosa huduma umeme kwa hiyo tukafika hapa tukaangalia tukaona, kweli hii ni shule mpya ambayo imeanzishwa na, na, na mfuko wa mama. Basi tukasema ngoja tuletee huduma umeme ili kuwapunguzia kero. Programu hii tumeipokea kwa kweli, ni, ni nzuri. Kwanza kabisa tukawa na changamoto ya umeme, kini umeme kwa sasa hivi karibu vitongoji vyote vinaenda vina kuna umeme, kwa kweli hali ya hapo nyuma kwanza hata huduma tu za vinywaji baridi tulikuwa hatupati yeah. TAKUKURU rafiki walipofika, wakatuuliza mna changamoto ipi? Tulieleza wakati wa rubando hicho kijiji kulikuwa na upungufu wa nguzo, baadhi ya miji ilikuwa haijafikiwa na nguzo, kuna baadhi ya taasisi kama makanisa yalikuwa haijafikiwa na nguzo. Kwa hiyo tulipoeleza hilo kero, ndani ya siku mbili nguzo zikawa zimesimikwa. Mtazamaji, ili kuhakikisha shughuli za kiuchumi na kijamii zinaimarika, uwepo wa barabara zinazopitika wakati wote ni muhimu. Kati ya mafanikio ya TAKUKURU rafiki yaliyopatikana katika mikoa hii ni kutatua kero ya kukatika kwa mawasiliano ya barabara, hasa kipindi cha masika, barabara zimetengenezwa na zingine zinaendelea kutengenezwa, hatua inayofungua fursa mbalimbali mbali za kibiashara na kiuchumi na kuondoa hofu ya watu kusombwa na maji hasa kipindi cha masika. Nimepita hapo kwenye daraja hili nimekuta kuna, kuna, kuna ujenzi wa daraja linaendelea. Sisi kama bodaboda tulikuwa tuna changamoto sana ya kupitisha kama abiria unampeleka sehemu nyingine tulikuwa tuna changamoto yani, kulikuwepo na daraja la miti. Daraja hilo yani, uwezekano wa kupita ulikuwa ni mchache sana. Kama mvua imenyesha, yani ilikuwa ni vigumu sana, tulikuwa tunapita kwa shida sana, watoto tunazalia hata humo darajani mtoni. Saa hizi tunashukuru kwa kututengenezea daraja, tunashukuru sana na kero ya daraja wanatengesha Nyamigota pamoja na kitongoji cha Inyara. Sasa ile kero kwa kweli tunashukuru TAKUKURU Rafiki kwa kutusaidia, daraja limeweza kuimarika, sasa hivi magari yanapitika. wakati wambua shule kwa sababu limenani wa mvua watoto walikuwa wanashindwa kwenda shule kwa sababu daraja lilikuwa limenani hivi limekatika. Wananchi wa eneo husika wamefurahia sana baada ya kero yao kufanyiwa kazi na TARURA kwa kushirikiana na TAKUKURU Rafiki ambao waliibua hii kero na kuiwasilisha TARURA. Tunashukuru Mungu, hatimaye hii kazi imetekeleza na itawezesha sasa kwa kiunganishi kikubwa cha wananchi wa kata ya Nyejundu kuja makao makuu ya wilaya ambayo ndio mahitaji makubwa ya msingi ambayo wanaipata pamoja na masoko mbalimbali. Maji si soda, kana kwamba ukiyakosa utakunywa juisi la, hasha, maji ni uhai. Changamoto ya uhaba wa maji katika kata ya Nyamilangano iliyopo Kahama mkoani Shinyanga na kata ya Sakwe iliyopo Bariadi mkoani Simiyu zilipatiwa ufumbuzi kupitia programu ya TAKUKURU Rafiki. Sasa wananchi katika kata hizo wanafurahia utatuzi wa kero yao ya muda mrefu na kuishukuru programu hii tunashukuru takukuru rafiki kwa, kutu, kwa kutusaidia kutuletea maji tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana ilitubidi wanawake tuamke usiku saa kumi saa kumi na moja kufata maji mbali au kununua maji kabisa tulikuwa tunauziwa dumu nne kwa elfu moja mia tano lakini kwa sasa baada ya kutuletea na maji tunanunua kwa hamsini tunapata maji kwa wakati pia mabomba haya hajaja tulikuwa tunangayika sana maji, yaani utoke shule ufate maji tena ni mbali. Sasavi tuna yishukulu Takukuru, ni mukombozi wetu, ni lafiki sana kwa kuteletea hii huduma ya maji. Tunayipongeza sana, yendeleye na juhudi hizi ili huduma za maji ziwe nyingi, zyendele tu kuwa nyingi tu, ili wusumbufu huwo wa nyuma wusijitokezeye tena. Mtazamaji, unaweza kujiuliza ni kwa nini wananchi wanadai kuwa programu ya TAKUKURU Rafiki imewaletea umeme, maji, barabara ama madaraja? Na hili limewezekana vipi? Programu ya TAKUKURU Rafiki huibua kero katika utoaji wa huduma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambazo zinasababisha kutokuwapo kwa huduma bora, na endapo kero hizo hazitatatuliwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Kero hizi huwasilishwa katika mamlaka husika ili zitatuliwe, hivyo huwanufaisha wananchi, na haya ni mafanikio ya programu ya TAKUKURU Rafiki. Hii programu ya TAKUKURU rafiki imetuletea manufaa makubwa, kwani eh, programu hii kabla ilipokuwa hijaja, vitu vingi vilikuwa viendi sawasawa, lakini baada ya kuwa imekuja programu hii ya TAKUKURU rafiki, ina maana imekuja kutuondolea kero. Ni waombe Watanzania wenzangu wanaonisikiliza na madiwani wenzangu kwamba TAKUKURU rafiki ni programu ambayo sasa inaende kuturahisishia kazi. Taasisi zinazohusika kutoa huduma kwa umma ni wadau muhimu sana katika utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Kwao programu hii imekuwa ni jicho, kwani pale ambapo huduma haziendi vyema, kupitia programu ya TAKUKURU Rafiki wananchi kwenye kata husika hueleza eneo lenye changamoto na hivyo mtu wa huduma kuchukua hatua stahiki kutatua kero hiyo. Kero wanazoziibua za wananchi kupitia TAKUKURU rafiki sio tu kero za rushwa, wanaibua kero mbalimbali mbali za wananchi ambazo kwa namna moja ama nyingine nyingine. Kwa mfano mimi, kuna kero za kwa mfano polisi kata. Jeshi tayari limesema kila kata liwe na polisi kata ambaye ni mkaguzi. Sasa polisi kata anashirikiana na mtendaji kata, haendi kwenye eneo lake. Mtendaji ukimuuliza, anakwambia polisi kata wangu yuko active. Lakini wananchi waliibua hiyo kero ambayo tayari na mimi nilikuwa na taarifa zangu za siri nilikuwa nimeanza kuchukua hatua kwa kupitia TAKUKURU Rafiki, nikapata uthibitisho kwamba kuna jambo pale haliko sawa. Kweli na kiuhalisia kabisa, hii program ya TAKUKURU ta, Rafiki kweli ni rafiki maana Kabla ijaanza hii program ulikuwa ukipigiwa simu kwamba unahitajika takukuru, kwanza hiyo siku unakuwa na stress siku nzima, kuna nini? Kumbe unaweza kuwa unahitajika labda, kuna kuna mambo fulani yamegundulikwa huko vijijini kwamba mtoe huduma nzuri. Lakini ukifika pale, mnadiskasi, mnawambia mipango iliyopo iko vipi. Tunashukuru tu ile, kutoka kwenye takukuru ya mwanzo ya kupambana mpaka kufika hii takukuru rafiki, ni tumesogeza sana wananchi wa kwe. Kwa kweli kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni kama wananchi wanaogopa pindi TAKUKURU rafiki inapofika katika maeneo yao basi wawe mstari wa mbele kujitokeza kwa wingi, wajihamasishe, wahamasishane, waende kuibua au kutoa changamoto ambazo zipo, lakini pia kupata elimu, kwa sababu sio lazima uibue au kwamba kuna shida fulani, lakini unaposhiriki mikutano ile utapata elimu, utapata kujua haki zako, utapata kujua namna gani TAKUKURU anafanya kazi, na mwisho wa siku utakuwa umejitendea haki. Kwa hiyo tutoe rai na wito kwamba wananchi TAKUKURU rafiki wanapokuja kwenye maeneo yao basi wajitokeze kwa wingi, waende wakasikilize na waweze kujifunza ni namna gani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kusaidia kupambana na rushwa. Mtazamaji, kimfaacho mtu chake, programu ya TAKUKURU rafiki inatufaa, tuiunge mkono ili kwa pamoja tuweze kuondoa kero ambazo zikiachwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeshiriki kuzuia na kupambana na rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize uwajibu wetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification